Enyi mlioami akikujieni mtu na jambo lolote, fatabayyani. Kwenye kiraa nyingine imekuja fatathabbatu, tafuteni ithbati na ukweli wa jambo hilo, je, ni la kweli? Katika hadithi ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, mtume anasema Kafa bil mar'i kadhiban an yuhaddith bikuli ma sami'a, inatosha mtu kuitwa muongo. Hiyo kadhiban kuna tanwini mbele zina maana yake, lakini inatosha mtu kuitwa muongo kusimulia kila jambo analolisikia kwenye masikio yake. Ndugu zangu katika wakati tuliokuwa nao, kila mmoja anajua nchi yetu ilipitia katika kipindi cha aina gani, na Mwenyezi Mungu mtukufu Subhanahu wa Taala anasema, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Yale yalikuwa ni masiku Mwenyezi Mungu ameyapitisha katika siku za maisha yetu, yaumun laka wa yaumun alayk inawezekana kuna siku ikawa ya kwako na kuna siku ikawa dhidi yako, ikawa siyo ya kwako. Lakini katika nyingine, Mwenyezi Mungu anasema afa Allahu amma salaf, yaliyopita si ndwele tugange yajayo. Kwa hiyo, Allah Subhanahu wa Ta'ala ashasamee yale yaliyopita tayari, na hatuwezi kurudi kule nyuma hivi sasa inatakiwa tuangalie mbele, wapi tunaelekea kwa sasa. Ndugu zangu, yako baadhi ya mambo yanaendelea hivi sasa katika nchi yetu, na nyinyi ni mashahidi kwamba sasa hivi kuna propaganda inaenezwa na inasambazwa ikiwemo propaganda ya watu kuingia katika maandamano tarehe tisa lakini kuna propaganda inaenezwa hivi sasa kuichafua nchi yetu, lakini ni propaganda inayoenezwa kwa lengo la kuweza kushusha heshima ya kiongozi wa nchi yetu, lakini ni propaganda inayoenezwa kwa lengo ovu la kuweza kufanya saboteji kwenye nchi yetu ya kiuchumi. Ndugu zangu, inawezekana kuna baadhi ya watu hawafuatilii wa baadhi ya mambo. Leo nilikuwa naangalia CNN. Kuna mwandishi mmoja wa habari anaitwa Larry. Ameandaa documentary maalum akiwa anaelezea maovu na mabaya ya Tanzania. Lakini lengo lake akijifanya kama vile anatetea haki. Lakini kumbe ana mpango maalum wa kutaka kuichafua Tanzania na kumchafua rais wetu wa nchi. Kalimatul haqqi urida biha batil. Neno ukilitazama juu ni haki, lakini ndani ya neno haki kuna batili imejificha ndani yake. Hii ni propaganda inaelezwa. Na kwenye propaganda zipo za aina nyingi, lakini mimi niwaambie tatu tu. Kuna propaganda ya mwanzo inaitwa disinformation, watu wanakuchagulia habari wanayotaka wao uijue na inawezekana habari ile ikawa ni ya uongo, watu wanachukua habari ile wanakupa wewe, inawezekana ni ya uongo, lengo waeneze propaganda wanayoitaka wao. Lakini kwenye propaganda kuna kitu kinaitwa oversimplification. Yaani ukimuuliza mtu unadai haki, haki gani unaitaka, majibu anakuwa hana na kama atakujibu atakujibu kwa maswali kwa majibu mepesi tofauti na uzito wa swali. Kwenye propaganda hii inaitwa oversimplification. Lakini kuna, kwenye propaganda kuna kitu cha tatu kinaitwa grey propaganda. Rangi ya grey ukiitazama, haipo kwenye weusi, haipo kwenye weupe. Sasa wataalamu wa propaganda wanaweza wakaandaa kitu na wewe ukaaminishwa kama kitu hiki ni cheupe kumbe ni cheusi. Hii inaitwa ni grey propaganda. Sasa kuna watu wanajificha kwenye kivuli cha neno haki, lakini ndani ya haki kuna propaganda. Injaakum fasikum binabain fatabayyanu, mtu akikujieni na jambo tafuteni ithbati ya jambo hilo, je, ni la kweli? Nimalize nikae chini Kenya ndio wanaoeneza habari hivi sasa za kuichafua Tanzania. Ni mashahidi nyinyi, hivi sasa wanaoshikia bango maswala ya Tanzania ni Wakenya wakishirikiana, sio Wakenya wote, ni kikundi maalum kilicholipwa kili pesa kwa lengo la kuichafua Tanzania na kufanya sabotaji ya kiuchumi katika taifa la Tanzania. Juzi kiongozi wa nchi alipokuwa anahutubia, alipokuwa anawaapisha mawaziri, akaongea akasema, tujiandae kisaikolojia kupambana na uchumi wa nchi yetu kupitia vyanzo vya ndani vya mapato, kwa sababu kuna watu wanaangaika nje kutuharibia kwa washirika wetu. Maneno haya ukiyatazama yule mama wakati anaongea, anaongea hali ya kuwa unamuona kabisa anaumia katika nafsi yake. Propaganda hii inatengenezwa na baadhi ya Waislamu, wengine hawaelewi, wanaingia katika mkumbo kwa kigezo, eti neno haki, kalimatul haqi urida biha batil Zinduka, kijana mwenzangu wa Kiislamu, neno ni haki, lakini nyuma kuna sabotaji inayofanywa kwa kiongozi wa nchi na taifa la Tanzania. Ni nani asiyejua katika nchi hii? Miaka iliyopita, Tanzania mpaka kanda mbili ilikuwa ni made in Kenya, Omo ilikuwa made in Kenya, Buben ilikuwa made in Kenya, Miswaki made in Kenya. Leo nani kaona kitu Tanzania made in Kenya? Tanzania ni nchi inayokuwa kiuchumi na threat, mpinzani wa kiuchumi east Africa, mpinzani wa kiuchumi wa Tanzania ni Kenya. Ndiyo maana unaona kuna sabotage inafanywa kuihujumu nchi ya Tanzania. Zinduka kijana mwenzangu wa Kiislamu, usiingie katika mkumbo. Injaakum fasiqum binabain fatabayanu, lango la uchumi, source of income masadiri iktisadi ya Tanzania. Lango kuu la uchumi la Tanzania ni bandari. Nyinyi mnaelewa bandari ya Tanzania ilikuwa inaingiza bilioni 850 kabla ya DP World kuingia. Leo bandari ya Tanzania inaingiza trilioni moja na Mombasa kuna bandari Kenya. Tunafanya biashara na Zambia, Kongo, Rwanda, Burundi wanapitisha mizigo Tanzania. Mombasa naye ana bandari, anafanya sabotage ya kutokea machafuko katika nchi ya Tanzania, wafanyabiashara wakapitisha mizigo yao Mombasa, siyo Tanzania. Kalimatul haqi urida biha batil, neno ukilitazama ni haki, lakini kumbe kuna batili imejificha. Nimalize nikae chini Tanzania tuna mbuga za wanyama ikiwemo Serengeti tuna shea mbuga ya wanyama na Kenya wanayo Masai Mara. leo wanaeneza propaganda kwamba Tanzania watu wanakufa hakuna haki hakuna amani lengo watalii waende Kenya Zanzibar leo hakuna watalii GDP Pato la taifa la Zanzibar linategemea kwenye vitu vitatu: kwanza ni utalii, mbili kwenye bahari, tatu kwenye karafuu. Ukiwaua kwenye utalii, maana yake hakuna taifa hapo. Leo watalii hawaendi Serengeti, hawapo kwa sababu wanaambiwa Tanzania hakuna amani. Watalii sasa hivi wanakwenda Kenya. Nyinyi mnatambua mlima Kilimanjaro tumeshare na Kenya. Leo watalii hawaji Tanzania kupanda mlima Kilimanjaro. Kuna propaganda imeenezwa, watalii wanaaminishwa hapa hakuna amani, watu wanakufa. Wanakwenda kupanda mlima Kilimanjaro kupitia Kenya. Nimalize nikae chini, maneno ni mengi. Tanzania imeingia mkataba na China kufufua reli ya Tazara, reli ambayo ina thamani ya dola bilioni 1.4 almost trilioni tatu za Kitanzania, reli ambayo inaweza kusupply mizigo kwenda Zambia, kwenda mpaka Kongo, Angola nako kuna reli. Uingereza ambaye ni mshirika wa Marekani amekwenda kuinvesti kwenye reli ya Angola yenye thamani ya dola milioni 5. Na unapoizungumzia Uingereza unaizungumzia NATO, NATO maana yake ni Marekani kukubaliana hawa kwa sababu wana ushindani wa kiuchumi na China. Kwa nini Tanzania wameingia mkataba na China? Leo Tanzania kuna viwanda vingi wa China, wamefungua hapa, watanzania wanazidi bidhaa zao kila kitu chao, hawawezi kupenda. Ndio maana wana create propaganda. Sio wakenya wote, kuna kikundi maalumu kimewekwa. Zinduka. kalimatul haqi urida biha batili neno ni haki, lakini nyuma ya neno haki kuna batili imewekwa. Tukiyasema haya, vinakatwa vipande, vinawekwa kwenye mtandao, tunaanza kutukanwa, mashehe hawana PhD. Kwani ushe jongo huyu katakaraji si Madina? Huyu ana degree, huyu si ana degree? Huyu katakaraji wapi, si Madina? Huyu au wanataka degree aina gani? Mbona wao viongozi wao wana digrii za mambo ya theolojia. Theolojia ni mambo ya dini. kwanishejongo katakaraji kwenye kulia gani? Kwa hiyo watu wana create propaganda waonekane viongozi wenu hawana mana, hawana vision, hawana maono, kitu ambacho sio kweli. Vijana wenzangu, mkiingia kwenye mtandao sasa hivi, mashehe wanaitwa majina maovu, kama alivyosema rafiki yangu Singa. Lakini jina ukisoma pale limeandikwa pale Othmani Abdallah, we soshe, mi Mwislamu lakini sikusapoti. Ndugu zangu zindukeni, hakuna Mwislamu anayeunga mkono agenda ya kufanya sabotage kwenye taifa la Tanzania. Zile ni roboti maalum, kuna kundi maalum limelipwa, kazi yake ni kuweza kutengeneza komenti maalum ambazo zina mtazamo wa negative Lengo ni kuweza kufifisha juhudi za wale wanaohubiri amani katika nchi ya Tanzania, ili lengo lao liweze kufanikiwa. Tarehe ishirini na tisa wamefeli, wamekuja na plani B ya tarehe tisa, na kuna baadhi ya wenzetu maadui wa ndani wanatumika. Lengo la mwanzo lilikuwa kuharibu haribu uchaguzi, wakafeli. Lengo la pili sasa hivi wamepitia kwenye mlango wa pili wa viongozi wa dini upande mwingine wakiwa wana lengo la kufanya sabotage katika nchi. Zinduka, tumia akili yako. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.